Naitwa Chief Daudi Babu Mrindoko, ndio mwenyekiti wa jumuiya wa ya wazazi e, ya CCM kwa wa Kilimanjaro. Hii ni amw wangu ya pili kuwa mwenyekiti, nilishakuwa vipindi vitano nikafanya, ambao niliwaahidi wanachama wenzangu na wananchi kwamba nitafufua shule za jumuiya na nitaziboresha. Eh, ilitokea elfu mbili na kumi na tisa nilifufua shule inaitwa Wari Sekondari Nikaja nikafufua uh, shule inaitwa Namfua asondari sekondari kule Machame hai kafua Namfua. Namfua iko hapa Rombo e, iko kule karibu na mpakani. Nikaanisha shule ya msingi inaitwa Kibo Academic English iko pale, nikatafuta wawekezaji, nikamwambia basi endelezeni, kwa sababu kazi yangu, kazi yangu kufanya tutoe elimu na matokeo unayoyaona sasa ni maandalizi ya muda mrefu, kwamba mimi nikaa na walimu vikao, kwa sababu kuna shule ambazo tunaendesha kiubia ambazo, ambazo nitafuta wabia, nikawapa mpango kazi, nikawatia moyo na kuwaambia ukiekeza Chama cha Mapinduzi utakuwa umekeza sehemu salama, na mimi nikawa ni mmoja wa kuunga mkono na kutangaza hizo shule. Mpaka sasa hivi tuna wanafunzi wa kutosha sana e, jambo kubwa katika elimu kwanza walimu wa wape uhuru wa kujieleza kwao kama kiongozi. Kwa hiyo e, kama mimi kiongozi wa jumuiya hii ambaye niko kwa niaba hapa kusomea shule hizi za Chama cha Mapinduzi ambazo si jumuiya wazazi, tumekuwa tuzisimamia sababu mwenye shule hizi ni Mama Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano ambaye ni mwenyekiti wetu. Kwa hiyo e, mimi nilifanya kitu kimoja kwamba kwa nini shule zetu zinajifunga? Zina, zina, zina, zina jifunga, kwa nini tunakosa wanafunzi? Nikagundua swala kubwa ni ufaulu. Kwa hiyo nikawa nia yangu kubwa nikawa nawasukuma ufaulu utokee. Paka unaona kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita na miaka hii mitano mingine, shule zangu zinaendelea kuongoza. Hata ukiangalia Wari inaongoza kimkoa, hii ki inaongoza kiwilaya ya Rombo Shauritanga e, yote hiyo ni kuwafanya walimu waelewe kwa nini wako shuleni, kwa nini umewapa dhamana ya kufundisha kwa nini wapo hapa? Kwa hiyo nilikaa nao kirafiki na changamoto zao, tukaanza kutatua. lakini kikubwa pia watoto wetu tunaokaa nao hapa tunawafundisha maadili mema, kwa sababu huwezi kukaa na mtoto akafaulu halafu ana maadili mema, hiyo ni jambo ambalo aliwezekani. Kwa hiyo tunawafanya waelewe kwa nini yeye ni mtanzania kwanza, kwa nini anaitwa mwanafunzi, ajitambue. Na tunawaonya sana katika maswala yake magharibi, unajua vijana wengi unakuta vijana wengi wameharibikiwa. Unakuta ni mzuri kabisa na masomo, kichwa kiko vizuri na maksi nzuri, lakini ameharibikiwa kwa sababu hana maadili. Kwa hiyo e, mtoto akija shule zetu za jumuiya wazazi mkoa wa Kilimanjaro, kwanza cha msingi tunamfanya awe na maadili, ajue ni Mtanzania na apende nchi yake, alafu masomo yanafuata. E, kwa hiyo e, niseme kwamba mimi nipo kwa niaba ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mama samia sulu hassan ndo niko kazi yake kubwa leo nikabidhi ni kusimamisha hizo shule za jumuiya jina naitwa madam regista genesi kawishe makamu mkuu wa shule ya sekondari shauritanga leo tumehitimu mahafali ya kidato cha sita ambayo ni mahafali ya kumi na saba jumla ya wa wahitimu walikuwa wahitimu hamsini na moja shule yetu ina, inafanya vizuri kwa miaka misita mfululizo hatujawahi kupata division nne wala division sifuri. Alafu pia shule yetu huwa inatoza ada nafuu kwa wanafunzi wetu. Wa bweni ada yao ni milioni moja na laki sita, kwa wanafunzi wa dei au kutwa ada yao ni milioni moja na laki moja. Pia tunawakaribisha wanafunzi wote ambao wana s si tatu. Mwanafunzi yoyote aliyemaliza form four akapata s si tatu za somo lolote anaruhusiwa kujiunga na shule yetu. Pia kwa wanafunzi wetu waliomaliza kidato cha sita, tunawaasa waendapo mtaani wajilinde sana. Sasa hivi kuna magonjwa mengi na pia kuna wimbi la ulevi, wajihadhari ili waweze kusoma katika masomo ya chuo kikuu nafasi za kuhamia katika shule yetu zipo kwa kidato cha kwanza, kidato cha tatu, kidato cha kwanza na kidato cha tatu mia zipo kwa kidato cha kwanza, kidato cha tatu na kidato cha sita. Kwa namba za simu za makamu mkuu wa shule, tumia namba zifuatazo: sifuri saba tatu tisa tisini sabini na mbili ishirini Jina naitwa Agustino Crispin Mosha, mwanafunzi wa kidato cha sita Shauri Tanga Sekondari School. Ninachukua mchepuo wa HGK. Mimi kama mwanafunzi wa kidato cha sita nina malengo mbalimbali pale nitakapokwenda kumaliza. ninapoenda kumaliza elimu yangu ya kidato cha sita, moja wapo ni kwenda kujiendeleza na elimu ya juu zaidi, nikiwa namaanisha vyuo vikuu, kwa kozi ambayo nitakwenda kuisomea mimi mwenyewe lakini pia shule ya sekondari Shauritanga. Haya ni mahafali ya kumi na saba toka shule ya sekondari shauritanga ianzishwe. wangu kwa vijana wanaokwenda kumaliza kidato cha sita, kwa sasa tunajua wanaofaulu ni wengi. Kwao tunapokwenda mtaani, kikubwa ni kwenda kukaa kwa utulivu na kutulia na kusubiria matokeo, maana tunajua kwamba vijana wengi wakishamaliza wanaona kama ndo wamemaliza shule, lakini na rai yangu kwa vijana ni kwamba elimu haina mwisho na vile tunavyovipewa na walimu wetu tukavipeleke mtaani ili vikawe faida yetu na faida kwa jamii nzima.